Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Bwana Huseni alianzisha duka la rejareja reja kwenye eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam miaka mitatu iliyopita. Tangu ameanza biashara ya duka amekuwa ananunua bidhaa zake kutoka kwa wauzaji wa bidhaa wa jumla mbalimbali jijini Dar es Salaam. Kumekuwa na changamoto za ubora wa bidhaa na bei za juu za bidhaa zake kutokana na manunuzi ya bidhaa kutoka kwa wauzaji wa jumla mbalimbali. Bwana Hussein amekuwa anavutia wateja wake kwa kujaza duka lake bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa zinauzika sana, nyingine zinauzika kiasi na nyingine haziuziki kabisa. Duka la Bwana Huseni limekuwa linapata faida kidogo na wakati mwingine linapata hasara. Bwana Huseni anahisi kuwa kutouzika kwa bidhaa au kwa baadhi ya bidhaa, huenda ndiyo sababu ya duka lake kupata hasara. Kwa hiyo Bwana Huseni amenipigia simu kutaka kufahamu kama kutouzika bidhaa za duka lake ndio kumesababisha duka kupata hasara. Sasa huo ulikuwa ni muktasari wa biashara ya Bwana Hussein kama nilivyoelezea kwenye kipindi kilichopita. Sasa kipindi cha leo nitawapa majibu yangu kuhusu changamoto zinazoikabili biashara ya duka la Bwana Hussein, na majibu yangu yamegawanyika katika sehemu kuu nne kama zifuatazo. Kwanza nimemweleza umuhimu wa ununuzi wa bidhaa kutoka kwa wauzaji ambao ni wazuri. Nimemshauri Bwana Hussein kuwa utaratibu wa kununua bidhaa kutoka kwa wauzaji wa jumla mbalimbali sio mzuri. Ni vizuri afanya utafiti ambao utamsaidia kupata wauzaji wa jumla wachache ambao wana sifa zilizokubalika. Muuzaji wa bidhaa wa jumla mzuri anatakiwa awe na sifa za kuuza bidhaa ambazo ni bora, bei yake ni nafuu na zinapatikana wakati wowote. Ushauri wa pili niliyompa bwana Hussein unahusu ubora wa bidhaa za dukani kwake. Wateja kwa kawaida hupenda kununua bidhaa ambazo ni bora ukilinganisha na bidhaa ambazo ziko kwenye maduka ya washindani wako. Iwapo bidhaa za duka la Bwana huseni hazina ubora unaokubalika, kuna uwezekano mkubwa wateja hawatanunua hizo bidhaa. Hivyo nimemshauri Bwana huseni kuhakikisha anapata wauzaji wa jumla wenye bidhaa ambazo ni bora zaidi, ikiwezekana kuliko hata zile za maduka ya washindani wake wa biashara. Ushauri wa tatu unahusiana na, na bei za bidhaa ambazo ziko dukani kwa Bwana huseni. Wateja hupenda kununua bidhaa ambazo ni za bei nafuu, hivyo nimemshauri bwana Hussein kuhakikisha bidhaa zake ziwe za bei nafuu, zisiwe za bei ya chini sana kiasi cha kusababisha biashara kupata hasara, na vile vile zisiwe za bei ya juu sana kiasi cha kusababisha wateja kumkimbia. Ushauri wa nne unahusu mzunguko wa bidhaa dukani kwake bwana Hussein. Nimemshauri bwana Hussein kuanzisha mfumo wa kupima mizunguko ya bidhaa ambayo iko dukani kwake. Mfumo mzuri wa kupima mizunguko ya bidhaa katika duka huwezesha kufahamu mizunguko ya bidhaa kama ifuatavyo: bidhaa ambazo mizunguko yake ni ya kasi kubwa, yaani tunasema kwa Kiingereza fast moving stocks. Namba mbili ni bidhaa zenye mizunguko ya kasi ndogo, kwa Kiingereza wanasema slow moving stocks, na tatu ni bidhaa ambazo hazina mzunguko kabisa, kwa Kiingereza wanasema ni dead stocks. Sasa mfumo mzuri wa kupima mizunguko ya bidhaa dukani kuwezesha kufahamu, kuwezesha wewe kufanya uamuzi wa bidhaa zinazohitajika. Vile vile huwezesha kufanya uamuzi wa kuacha kununua bidhaa ambazo haziuziki na hivyo huzihitaji. usikose kuangalia vipindi vyetu vya simulizi za ujasiriamali vinavyotangaza siku za Jumamosi na Jumapili saa tatu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante na karibu tena.